Naam, kwingineko, kile kilichoanza kama jitihada za familia za kumzika mwana wao heshima kimechukua mkondo wa kusikitisha huko Rongo, kaunti ya Migori. Baada ya mapambano mahakamani, makabiliano na maswali ambayo hayajajibiwa, maafisa wa polisi wanaotekeleza agizo la mahakama walifukua kaburi lililoaminika kuwa na mwili wa afisa wa kitengo cha GSU Dan Ayoo, naam. Na badala yake maafisa wa polisi walipata mwili tofauti, na hivyo kuibua maswali zaidi kuhusu jinsi alivyozikwa kwenye uwanja uwanja wa kanisa katika kaunti ya Migori ambako inashukiwa kwamba afisa huyo alizikwa kwa siri mwaka uliopita. Na mwanahabari wetu Ben Chumba anatuarifu zaidi. Yeah, yeah. Maafisa wa polisi walitumia muda wa zaidi ya saa sita katika uwanja wa kanisa la St Joseph Mission of the Messiah in Africa huko Rongo wakitekeleza agizo la mahakama lilonuiwa kuhitimisha mzozo wa muda mrefu wa mazishi. Uko hapa kutekeleza amri ya mahakama. Kaburi waliofukua liliaminika kuwa na mwili wa Dan Ayoo, afisa wa kitengo cha GSU. Aliaga dunia mwaka uliopita alipokuwa akitafuta maumbi katika kanisa hilo. Ayo alikuwa amewasili kanisani humo akiwa mgonjwa mahututi akiandamana na mkewe tarehe 27 mwezi Machi. Aliaga dunia muda mfupi baadaye na akazikwa kwenye uwanja wa kanisa hilo. Familia yake imesema kuwa mazishi hayo yalifanyika kwa siri bila ufahamu au idhini yao na hivyo kuanyima fursa ya kuupeleka mwili wake nyumbani ili uzikwe kuambatana na tamaduni za jamii ya Waluo. Kilichofuata ni taaruki, mapambano mahakamani na makabiliano makali yaliyodumu kwa miezi kadhaa mwaka uliopita. Juhudi za familia hiyo za kuufukua mwili zilizua makabiliano makali baina ya jamaa na wafuasi wa kanisa hilo, ambapo watu wawili waliaga dunia na wengine kadhaa kukamatwa, wakiwemo viongozi wa kanisa hilo na babake marehemu. Mahakama moja ya Kisumu iliagiza kwamba mwili wa Ayoo ufukuliwe na kuzikwa tena nyumbani kwa wazazi wake huko Kano, ikiibua wasiwasi kuhusiana na usiri na jinsi ulivyozikwa. Hata hivyo, wakati kaburi lilipofukuliwa hatimaye, wachunguzi waligundua wa jambo ambalo liliwashangaza hata wao wenyewe licha uzoefu wao kazini, kwani mwili uliokuwepo haukuwa wa Dan Ayoo. Mwili uliofukuliwa ulikuwa wa mwanamke. Lakini ile mwili tumepata hapo sio ya Ayoo, sio ya mwanaume, ni ya mwanamke. Hiyo mwili ndio tunahitaji juu, hatukukuja hapa kwa, kwa authoriti yetu, tulikuja hapa kwa ile simu tulipigiwa na ile baruoda ilitoka kwa serikali. Sasa ile kitu tunataka ya kwamba bado tutakaa hapa mpaka siku ambapo tutapata hiyo mwili. Ugunduzi huo umeibua maswali kuhusu kilichojiri siku ya mazishi hayo na iwapo mwili wa afisa huyo hata ulizikwa kwenye kaburi hilo. Jamaa alikuwa afisa kama wale wengine, na hawawezi wakashughulikia hiyo maafisa mwenzao. Sasa ile kitu inasangaza, wani walikuwa wanatuita ili wasike baba ya yo na baba ya yo pia ako na usuni, sasa inashindwa hii tunaelekea hap wapi hapa Kenya? Familia hiyo sasa inasema kuwa juhudi zao za kuutafuta mwili huo hazitafika kikomo, wakisema wataendelea hadi pale watakapobainisha ulipo mwili wa mwanao. Ikienda Rongo nimepata kama sio bradha yangu, nimepata kama wamama. Sasa tunataka serikali asaidie hawa na huku maafisa wa polisi wakiimarisha uchunguzi wao, kazini wanaoishi karibu na kanisa hilo wamesema kuwa ugunduzi huo umewatia hofu, huku wakishinikiza majibu. Mmojawapo wa swali ambalo halijapata jibu ni je, uko wapi mwili wa afisa wa GSU, Dan Ayoo? Ben Chumba, Dira ya Magwiji <muchilio>